Karibuni tena katika channel hii uh, ya Edi Tiba Mbadala TZ. Humu ndani taenda kujifunza mambo mbalimbali yanahusiana na masuala ya kiafya, uh, kwa wenye changamoto ya matatizo ya pressure, matatizo ya moyo, lakini pia matatizo ya nguvu za kiume, matatizo ya matatizo ya uzazi kwa wanawake. Yote haya taenda kuwa nafundisha, na kitu kingine ku miti mbalimbali ambayo au maua ambayo atakwenda kuja kuwasaidia ili kuweza kukamata matatizo haya, kuendelea kuifuatilia undani, endelea kushare, endelea kubofya alama kengele, ili kwa video mbalimbali aa mbali, kuzituma ziweze kukusaidia. Lakini pia usisahau kusubscribe katika channel hii, ili uweze kuendelea kupata mambo mbalimbali yatakayoenda kusaidia wewe kuweza kuondoka na changamoto hizo. Kumbuka kila maradhi unayoyapata yana mwisho wake, sio kwamba kuna maradhi yana ya atibiki maradhi yanatibika, lakini ni kupata sehemu ambayo ni sahihi, sahihi na tiba sahihi ambayo itaweza kusaidia wewe uweze kukaa vizuri na afya yako iweze kuimarika sana. Ah, lakini kitu ambacho kitakusaidia kitu kingine, hebu acha vyakula vya wanga. Vyakula vya wanga na vyakula vya sukari si salama kwako vya maji mengi kwa wingi, lakini pia pendelea sana ulaji wa vyakula vya protini mara kwa mara. Uh, leo kuna tiba tiba, leo nitawataka nawafundishe ambao itaenda kuwasaidia. Uh, mwanaume ambao bado ana changamoto ya kushindwa kuwaifika kileleni, lakini kushindwa kumridhisha mke wako mto wako hii ni tiba ambayo itakuwa ni nzuri kwako na itaenda kukusaidia kabisa kuweza kukaa vizuri kabisa. Tiba yenyewe ni kama ifuatayo. We kama mwanaume wa tabia, una unachoka mpema, unawahi kufika una kileleni, hii itakusaidia. Tafuta tangawizi, tangawizi kama tangawizi mbichi kiasi kidogo tu, saga pembeni weka, lakini pia jani ya mpapai yaliyokauka kweka pembeni. Tafuta ndalasini ndalasini, ndalasini, ndalasini, eza ni utakua unga waunga eza wa magome sawa. Unachukua vitu vyote hivyo unachemsha, unachemsha angalau kwa dakika kama ishirini hivi. Ukishachemsha unaipua, ukishaipua una un au kama unaweza chemsha hata kwa dakika kumi tano, nae sawa, pia unamaliza hapo, unache na ko ipoe na subiri una kwenye una una, una, una kikombe chako pia na kimoja asubuhi na kimoja jioni, nusu saa kabla ya kula chakula, utaona mabadiliko makubwa sana atakkutokea. Basi kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii, basi naomba Uh, comment au share kwa mtu mwingine anaona video hii itaweza uweze kumsaidia mwanaume wenzako aua nasua changamoto hii. Lakini kwa wale ambao wanaona kama ni ngumu utaeza dawa kutengeneza hiyo kitu, kuna dawa ambayo iko tayari. Kama kuna utakuwa unahitaji dawa hii, unanipigia kupitia namba sifuri saba sita tatu mbili mbili mbili tano arobaini na tatu. Dawa hii inaitwa mwanaume shupavu Utakuwa shupavu, uweza kufanya vizuri. Uh, dawa inaitwa mwanaume shupavu. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, ukaweza ukalipigia simu, kaa amelekeza na kupata dawa hiyo, eza mkoa uliopo, ukapata hiyo dawa. Inaitwa mwanaume shupavu, itakusaidia sana. Asanteni sana na Mungu awabariki, niwatakie mfungo mwema, ni watakie kwa Waislamu, niwatakie mfungo mwema na wapisu, watakie mfungo mwema.